Kwa kwenye, ambao mlikuwa kwenye ule mkutano kule ambao waliofanya Young Africans kuna kauli ambayo mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans Alikamu alizungumza kuhusiana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ambaye ni mlezi wa timu ya Tabora United, lakini pia sio tu kuzungumza, lakini alizungumza kauli ambazo hazikuwa na afya katika mpira wetu wa Tanzania. Kitu ambacho labda watu hawakifahamu ni kwamba Paul Chacha Matiku, mkuu wa mkoa wa Tabora, ni mlezi wa timu ya Tabora United. Sasa leo hii anapokuja msemaji ambaye ni levo ya chini sana, mkuu wa mkoa ni status kubwa, sawa? Tunapozungumzia mkuu wa mkoa ni status kubwa, yule ni mteule wa mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na yule tunaweza tukasema kwamba ni mwakilishi wa rais katika mkoa wa Tabora. Na hata hao mashabiki ambao walikuwa wanazungumza nao ni mashabiki wa Yanga, lakini wanaishi Tabora. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paul Chacha Matiku ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya Mkoa wa Tabora, ambapo hao hao mashabiki wa Yanga ambao walikuwa jana pale wakizungumza zile sentensi kupitia kwa mkuu wao wa idara ya habari na mawasiliano ni mkuu yaani, ni yaani ni sehemu ambayo wao wanaishi katika mkoa wake. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, sisi kama club hatujafurahishwa na kauli zake, hatujafurahishwa na kitendo ambacho amekizungumza cha kumzailisha mkuu wa mkoa wa Tabora. Ishi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kutoa bonus hiyo ni business as usual na hajatoa uh, bonus hajatoa bonus kwa mechi ya Yanga, mechi ya Simba, alizungumza kabisa akasema, Tabora mkimfunga Simba natoa milioni hamsini. Lakini hatukumuona afisa habari wa Simba akienda kumshambulia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kauli ambazo alizungumza, hatukuona hicho kitu. Lakini ni ajabu kwa mkuu wa idara ya habari wa Yanga kwenda kumshambulia mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu tu amezungumza kauli ambayo imekwenda kutoa hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kuzungumza kwa niaba ya klabu, cha kwanza tumesikitishwa tume na hatujafurahishwa na kauli ambazo amezungumza, kwa sababu yeye kwa levo aliyokuwa nayo Ali hana levo ya kuzungumza maneno machafu kwa mkuu wa mkoa. Hana, na sidhani kama Yanga inaajiri watu kwa ajili ya kwenda kutukana wakuu wa mikoa na, sidhani na kama Ali Kamwe ameajiriwa ya na Yanga ili akija ya kwenye mechi ya Tabora aje amtukane pocha Chacha Matiku sidhani kama Yanga walimwajiri kwa kazi hiyo. Yanga wamemwajiri kazile. Ninaamini maafisa habari tunaajiriwa kwenye kwenye hizi idara kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa taarifa. Mimi sikumbuki kama kuna siku ambayo niliwahi nikasimama kwenye vyombo vya habari nikazungumza kitu chochote, labda cha kumuharas au cha kumtukana au cha kuzungumza kauli ambazo sio nzuri kwa kwa rais wa Yanga, na maanisha engineer Harris au, au fadhili wa Yanga kwa maana ya yajse Sizani au kwa makamu wa rais wa Yanga kwa maana ya Arafat au kwa kiongozi yote yule wa Yanga ambaye ambaye ni kiongozi mkubwa katika timu ya Yanga sijawahi. Lakini level ya Ali Kamwe sio level ya kwenda kuzungumza maneno ambayo amezungumza jana. Kwa hiyo sisi kama club cha kwanza, tunaiomba mamlaka husika za mpira wa miguu kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuchukulia hatua jambo hili, kwa sababu hii sasa imekuwa kama ni tabia. Bodi ya ligi wanaposema kwamba mamidi ya tufanye kazi kwa ajili ya kuhamasisha mechi, hawajawahi kuambia kwamba maafisa habari wafanye kazi kwa ajili ya kutukana viongozi wao. Umekuja Tabora, umekuja kucheza mechi, fanya kile ambacho kimekuleta, hamasisha unavyoweza, lakini sio katika ligasi ya kwenda kuzungumza kitu ambacho unajua kabisa kwamba yule ni mtu ambaye ana familia yake. Yule ni mteule wa mheshimiwa rais, wananchi wa mkoa wa Tabora wote wanamwangalia yeye, wanamsikiliza yeye kwa hiyo wewe unapokwenda kuzungumza maneno ya kumtukana na kumharasi na kumdhalilisha, tafsiri yake ni kwamba unadhalilisha ile nafasi. Kwa hiyo mimi tunachosema kusema kwamba tume tumehuzunishwa na ile kauli, na nampa masaa ishirini na nne Ali Kamwe aombe msamaha na muombe samaha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Yaani nampa masaa ishirini na nne amwombe msamaha po Chacha Matiko. Tofauti na hapo hatuna sentensi nyingine ambayo tutakwenda kuzungumza kwa sababu sisi hatujawahi kuwaharasi wala kuwazungumza chochote vibaya viongozi wao. Tumekuwa tukizungumza sentesi moja kwa ajili ya kuhamasisha mechi. Mechi hii tangia imeanza, tulikuwa tunazungumza sentesi za kuhamasisha mechi, lakini hakuna mahali ambapo nilisimama nikazungumza tofauti na kitu ambacho chakwenda kuwavunjia kuwa, yani kuwa, kuwa heshima viongozi viongozi wake ambao yeye wamemwajiri pale. Narudia labda kama haelewi, Pochacha Matiku ni mlezi wa timu ya Tabora na ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo ana haki ya kwenda kambini kuzungumza na wachezaji, ana haki ya kwenda kuhamasisha kama ambavyo wakuu wa mikoa wengine ambao timu zipo katika mikoa yao wanakwenda kufanya, lakini hakuna mtu ambaye aliwahi kusimama akamtukana mkuu wa mkoa kwenye timu, labda kuna timu ambayo ipo ligi kuu. Hakuna mtu ambaye amewahi kwenda kusimama na akaenda kumtukana. Kwa hiyo nampa masaa 24, masaa ishirini na nne, amwombe radhi mheshimiwa Paul Chacha Matiko, tofauti na hapo lakini pia kingine, tunaiomba tuna bodi ya ligi pamoja na TFF kwa sababu ndio mamlaka ambao zinasimamia vilabu na hawajawahi kuwaruhusu maafisa habari kwenda kuongea maneno makali kwa viongozi ambao